Tubia wananchi wa jiji la Tanga katika viwanja hivi vya Lemore vilivyopo katikati kabisa katika mwa jiji la Tanga, ambapo sasa ndio namna hiyo, anaondoka katika eneo hili, lakini anamsikiliza mmoja wa e, uh, ya wananchi ambao wamejitokeza hapa, ambapo ni jambo ambalo anaonyesha upendo wa hali ya juu kabisa. Anaongea naye e, anaonekana mwananchi ambaye ya ana mahitaji maalum, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu naye amejishusha kabisa akizungumza naye kwa namna hiyo. Ni mwendelezo ambao wamekuwa nao wa namna ya kuwafikia wananchi na kuruhusu pia wananchi kumfikia, ambapo wamekuwa wakisikiliza haja na kero za wananchi wa aina mbalimbali mbali na mahitaji yao. Na hapa sasa, anaonyesha hali hiyo kwa kumpa nafasi mwananchi huyu ambaye pengine awali, wakati alipotoa nafasi ya kusikiliza hoja ama kero kutoka kwa wananchi mbalimbali, yeye kwa hali yake pengine hakuweza ya kufika pale kwa e, Mheshimiwa Waziri Mkuu na hatimaye kuzungumza ama kueleza kile ambacho kina msibu, lakini hivi sasa amemfuata yeye mwenyewe pale alipo na anamsikiliza kile ambacho ana, e, amekieleza na pasi na shaka ametoa maelezo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu ameitisha e, kipaza sauti ili tusikie pengine kile ambacho anakieleza e, mwananchi huyu, na sasa tusikie pengine kwa sasa kinachoendelea kutoka e, kwa Uh, huyo anayesikilizwa na mheshimiwa waziri mkuu hivi sasa, lakini kwa jumla ni nafasi adhimu unaweza kusema hivyo aliyoipata kuzungumza na mheshimiwa wa waziri mkuu tena ana kwa ana namna hiyo. Nani yule nani, nani mwenye mwenye duka pale kwenye barabara ya ngapi? Umesema barabara ya kumi, barabara ya jamaa jamaa, ni nani mwenye duka lile la barabara ya jamaa wanapouza bajaji amenambia yeye ana shida moja, anapata shida ya usafiri bajaji, na anahitaji bajaji. Zinapatikana barabara ya jamaa, unapajua. Sasa naenda jioni hii hii, mchukulie bajaji, wasiliana na katibu ailipia hiyo bajaji, kumaliza hilo amen. Makofi mengi kwa mheshimiwa waziri mkuu, asante sana, asante sana. Katibu naenda na mneki wetu na, na, nendeni kwenye hilo malizeni, kwenye hilo duka mpatieni hiyo bajaji. Jamani, asanteni, Mungu awabariki, asante. Naomba tumbugie mkono heshima Waziri Mkuu, oye! Tanga oye tatu!